Cesilia Sostenes, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro. Kwa mujibu wa mwongozo wa mrajisi aliotoa mwaka 2024, umetoa maelekezo ya namna ya kuuza mali ya chama cha ushirika pamoja na kupitisha kwenye mkutano mkuu, lakini vilevile vile, wanatakiwa kuwa wamethaminisha mali hizo na kupata kibali cha mrajisi na namna ya kuuza hiyo mali lakini katika haya hawakuwa wamemaliza taratibu zote, taratibu ya kupata kibali kwa mrajisi, walikuwa hawajapata kibali cha mrajisi na wakauza. Kwa upande wa ghala, kwa mujibu wa mthaminishaji, lilikuwa lina thamani ya shilingi milioni mia moja ishirini na sita lakini limeuzwa kwa shilingi milioni hamsini na sita Wakati huo wameuza vyama, vyuma chakavu kwa shilingi milioni sita lakini vyuma hivyo vilikuwa havijathaminishwa. Kwa hiyo mrajisi anahakikisha kwamba hawa viongozi wa vyama wanasimamia uuzaji wa mali na mambo mengine kwa ya chama kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizowekwa. Waliouza mali hii ni wajumbe wa bodi, lakini kwa kushirikiana na meneja wa chama ambaye ndo msimamizi wa shughuli za chama za kila siku. Kwa hiyo mali hii imeuzwa na wajumbe wa bodi. Tunaendelea kufuatilia kwa sababu kesi ipo TAKUKURU wenzetu wa TAKUKURU wanaendelea kuchunguza kama kuna mazingira yoyote ya rushwa yalikuwepo na hivyo hatua zaidi ziweze kuchukuliwa. Kwa jina anaitwa Salum Mohamed Mangala, ni mwakilishi kutoka chama cha ushirika cha msingi Dakawa Bwakila Bwakira Amkosi. Ila siku mpe ukweli mtu na kama kakosea ionekane kakosea. Kwa kweli gala lile tulilipendekeza kwenye mkutano kutokana na shida zilizopo kwenye chama kikuu chetu cha MOFAKU tulipendekeza mkutano kama huu kwamba liuzwe li ili walipwe watu wanaodai hela kutoka MRCU ambayo chama cha, cha ushirika cha mkoa zamani. Kuna watu walikuwa wanadai hiki chama cha MOFACU madeni yale, njia ya kuwalipa hakuna. Kwa hiyo wameona kwamba liuzwe ghala, wametuletea kwenye mkutano, lakini kwenye mkutano pale tumeelezwa kwamba ili ghala tunapendekeza kutaka kuuzwa, lakini tunataka, tupate kibali kutoka juu H kutoka juu. Sasa kama tutapata kibali tutawaiteni, sawa, mjue kwamba kibali tumepata na mnunuzi atafika kiasi gani. Sasa kama limeuzwa kinyume na hivyo, hapo ni kosa. Mimi nafikiri tunawachagua viongozi lengo kwa ajili ya kutengeneza uwazi na ukweli, sawa, na kuleta maendeleo katika vyama vyetu vya msingi pamoja na chama chenyewe kikuu. Sasa kama kuna ubadilifu ambao unajitokeza huo, sio si sahihi mimi naitwa Mohamed Salum, wasimamizi ndo wale kwao, wao kama wana uwezo wa kuchukua maamuzi ya aina yoyote hizo, okay. Lakini kama hawana uwezo wa kuchukua maamuzi ya aina yoyote, wanahitaji kama kutushirikisha sisi kama wanachama, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa kile ambacho kilichofanyika kwa kuuza, kwa kuuza kwa kile kilichofanyika, ina maana ni kosa, kwa sababu aliyefanya kosa lazima akili kosa, atakapokili kosa sasa basi sheria inawezekana ka ikachukua mkondo wake.